Utawala wa Afrika Kusini umesema uamuzi wa Marekani kumfukuza balozi wake ni wa kusikitisha. Hii inafuatia taarifa wa ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, kutangaza kuwa balozi wa Afrika Kusini ni mtu asiyekaribishwa na kumshutumu kwa ubaguzi. Afrika ya Kusini imehimiza kuwa pande zote zinazohusika katika kudumisha stahi ya kidiplomasia wakati wanashughulikia suala hilo. Iliongeza kuwa bado imejitolea kuhakikisha uwepo wa uhusiano wenye tija na Marekani. Hayo yanajiri hivi karibuni katika mzozo wa kidiplomasia unaoendelea kutokota kati ya utawala mpya wa Marekani na Afrika Kusini. Waziri Rubio alimkosoa wa balozi wa Afrika Kusini nchini Marekani, Ibrahim Rasuli kwenye mitandao ya kijamii akiweka kiunganishi cha makala ambayo ilionyesha maoni ya bwana Rasuli aliyotoa katika semina iliyofanyika mtandaoni. Bwana Rasuli aliripotiwa kushutumu utawala wa Donald Trump kwa kuongoza harakati za kuamini kuwa kundi fulani ni bora kuliko wengine kote ulimwenguni. Rais wa Marekani Donald Trump ameshutumu serikali ya Afrika Kusini kwa kuchukua ardhi kutoka kwa wakulima wazungu. Hata hivyo, serikali ya Afrika Kusini imekanusha madai hayo mara kwa mara. Wiki iliyopita Rais Trump